Oh yes, natumaini hujambo mtazamaji wa Dartaarifa TV, karibu katika Insta Gospel tuweze kuangazia yale ambayo yanajiri huko katika mitandao ya kijamii Jina langu ni mimi Victoria Mdemi, na moja kati ya jambo ambalo inaonekana ku trend huko mitandaoni hivi sasa ni kumhusu mtangazaji maarufu Diva the Boss, ambapo amegusia maisha yake ya nyuma kwa kugusia safari ya kusikitisha lakini yenye msukumo mkubwa kupitia ujumbe wake. Diva the Boss amesema alikulia kwenye mazingira magumu baada ya kupoteza mama yake akiwa katika umri mdogo, hali iliyofanya ajisi kutelekezwa na kudharauliwa na baadhi ya wanafamilia. Diva the Boss ameeleza kuwa licha ya machozi na changamoto nyingi hakukata tamaa bali aliamua kugeuza maumivu yake kuwa nguvu ya kupigania ndoto zake. Diva anasema mapambano hayo yalimsaidia kufanikisha maisha yake ya sasa, akijivunia biashara, mali na umaarufu alionao. Na katika eh, ukurasa wake aliandika hivi my childhood trauma is my power, amesema Diva, akisitiza kuwa bidii na imani vimechangia mafanikio yake, huku akimshukuru Mungu na kumkumbuka mama yake akitumaini kwamba anajivunia mafanikio yake huko aliko. Hadithi ya Diva ni somo kwa vijana wengi, kwamba maumivu na changamoto vinaweza kugeuzwa kuwa nguvu ya kuweza kufanikisha ndoto zako. Hii ni Dartaarifa TV, usije kusubscribe, kukomenti na kushea ili wa kwanza kupata taarifa zetu.